Ile tafika mwisho wake, tunapofika kule mbinguni na kujipata ya kwamba tushafika mahala ambapo tulikuwa tunatamani sana kuunganika na Mungu na kuishi na Mungu bila yote, hatutahitaji imani kwamba tusiwe na chuki basi, usimuite mtu mjinga, usimdunishe. Sisi wote tumeungwa na sura na mfano wake Mungu Yesu, na ndio hata tumeambiwa na maandiko ya kwamba hata kama, soma Marko, mlango wa 8 aya ya 26, tunaambiwa kwamba hata kama ulimwengu kuu waweza kuwa wetu, utatufaa nini kama tutapoteza nafsi zetu?

uli mtu ambaye aliishi vizuri sana kwa sababu alikuwa na utajiri wa ufalme wa mbinguni. Ndio maandiko bado tunaposoma injili ya Mafayo mrango wa sita tutakuja kuyasoma baadaye, mrango wa 6 aya ya 33, tunaambiwa kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine utayapata kwa ziada.

Na nakujiuliza wakati ambapo Manchester United inacheza ninaweza nikakapa, juzi walikuwa na cheza sijui saa tano ikielekea karibu na nusu ya usiku. Lakini matunia, kwa sababu nataka kuona kama tutagonga West Ham ama utaenda namna gani, na ndugu zangu zilikalia. Hata baada ya kuwa na ball possessions ya juu haikutusaidia

In place of death. Any person, whether you you are married officially in the church or not, you can call a priest. Mnadi ametumana anataka sakramenti ya mwisho, kama amefunga ndoa ama hajafunga unaweza muungamisha, na kama hapo amebatizwa unaweza mbatiza, but those are cases. Wengine tunaweza tukutana kwa shetani unauliza uneezmbatizamgn <laughs> <laughs> <laughs> Hey, every day, leo umeamka, kuna watu ambao hawakuamka. Umefika hapa lakini umefika hapa so that we can make a resolution pertaining our life and that we make a decision, ndugu zangu, ya kwamba watu wakuje kuna wakati ambapo hatutasikia okay hiyo tena, sababu tuko tumehama, lakini leo nafasi inatolewa. Wewe unaniangalia unatabasamu, unasema kwanza maliza hiyo misa haraka. Sisi kama utakumbuka, siku ile tukionana, unajua tunahesabu sasa. Hapa every three weeks ndio mtaniona tena hapa manyangu. Wiki mbili zingine hamnioni, hiyo ingine, ingine ya tatu ndio mtaniona wapi? kama tutakuwa na mgeni hiyo tena tumeiuka, tunasema angalau mtakuwa tumeokolewa. Marangu jumapili kadhaa hataongea, lakini mimi sitakosa kukungusha umuhimu wa maisha ya sakramenti. Wewe ambaye ujabatizwa, piga hatua, ndugu zangu. Hata kama tunazungumzia usite mtu mjinga la lakini, tukumbuke ya kwamba lazima wewe na mimi tunapojitazama tujiulize Mungu anapotutazama ametupa nafasi, tunaitumia ama hatuitumia. na, na niliambia wa Kristo ya kwamba tulipokuwa na kocha alikuwa anaitwa Amori na, na kwambia tulikuwa tunalindimwa tunagongwa tu, lakini tulipoleta kali maisha imebadilika, Old Trafford imebadilika saizi kuna hata unasikia tukiimba Um, you know, nime- nimeanza kujifunza hata mimi kwa wimbo, kwa sababu naona ni nzuri sana. Lakini zaidi maana, ndugu zangu, tumia nafasi. And we always insist tukisema kwamba kama sasa hapa ambapo tumeambiwa kwamba unasikia a lakini Yesu alirudia na kusema kwamba pale mwanzo, Adamu na Eva aliumba mke mmoja na mume mmoja, kwa kama Adamu angekuja kutupa, Adamu angeoa nani?